Bwana msanii wa WCB anayejulikana kama vile Dvoice bwana e, ambaye anatokea maeneo ya Wasafi pale lebo e, fulani inayomilikiwa na Diamond Platinumz, alafu iko under management ya Babu Tale mkubwa Fela a, na salamu SK bwana, itakuwa namfahamu Dvoice e, si lazima nikuelezee sana vile, lakini nimeeleza tu kwa wale ndugu zangu e, wa Tanzania wenzangu ambao hawamjui Dvoice e, basi nimeamua kuelezea kinagobaga ili na chini usouu eh. Basi huyo ndio Dvoice eh, ila kwa sasa ana jambo lake, ndio maana unaona tunamzungumzia sana sasa. Mtazamaji, tusipoteze muda, bali tuende kwenye hoja yenyewe, ni kuwa Dvoice ameamua kuja na muonekano mwingine bwana, ambao kidogo umeshtua watu na comments zikazidi kuwa nyingi upande wa comment section pale, ndio maana mpaka sasa ukiangalia uh, Dvoice ni, ni gumzo tu hapa mtandaoni e bwana, kuna picha nadhani umeiona ya Dvoice amepiga kama uh, zile picha ambazo wa kina Damo Platinum na kina Rich Mavoko akiwa na Harmonize nakiwa akiwa na pia uh, Rayvanny ambao waliimba zilipendwa, amepiga picha kama hizo, hasa watu wengine wakamfananisha Dvoice eh, na msanii gwiji uh, sana dansa huyu maarufu e, kutokea maeneo ya Marekani kule e, alikuwa anakiwasha, anajulikana kama vile e, Michael Jackson e, sasa watu wamekuwa wakimfananisha sana Dvoice na Michael Jackson kutokana na mwonekano wake ambao ameamua kuja nao mpaka sasa e, watu wengine wakiwa wanamponda anasema, ukiagiza uh, Dvoice China ndio huyu yani, ukiagiza Michael Jackson ndio huyu ama wengine wana comment wanasema kwamba Michael Jackson wa bei ya jioni. Inaona wengine wanafiki tu, wanasema kwamba Michael Jackson wa bei rahisi, ama ukiagiza uh, Michael Jackson online uh, ndio huyu Dvoice anakuja sasa eh, lakini sijui kama mwonekano wake unaochukuliaje, mtazamaji. Michael Jackson alikuwa ni mwamba sana kiangalia pia, ndio maana nalinganishwa na watu mashuhuri kama hivi. Basi Michael Jackson alikuwa ni mwamba, sababu alikuwa na uwezo wa kujaza hata watu eh, alikuwa na uwezo wa kujaza hata watu laki tano mtazamaji, na wakati na huo hakukuwa na mtandao wala nini, yani alikuwa anijaza ni hivyo hivyo tu eh, mwamba alitrend bila mtandao, ni huyo Michael Jackson. Eh, sizungumzii huyu Dvoice ya kufanana na mbao. Sasa nasema Michael Jackson yule wa zamani, eh, huyu wa sasa ni Dvoice, ndo anamfananisha tu na Michael Jackson kutokana na wigi lake alilolivaa na picha zake kama vile vile Michael Jackson. Swaga zake ameamua kuzipiga kama vile Michael Jackson, eh bwana. Ah, ni commenti hapo, kama ni kweli kabisa huyu Dvoice anafanana na Michael Jackson ama ni mbwembwe tu? E, watu wanazizugisha hapa mtandaoni bwana, ukapate kunikomentia kwenye comment section ya Umbea Media TV, unaambia bwana, ni kweli Dvoice anafanana a, na Michael Jackson, ama niambie bwana, hapa Dvoice kazengua, mbona hafanani na Michael Jackson yule? Name ya mimi sasa, sijui mtazamaji wewe unasimama upande gani, upande wa Dvoice kufanana na Michael Jackson ama upande wa Dvoice hafanani kabisa na huyu msanii. Dansa alifariki, lakini huyu anajulikana kama vile Michael Jackson, nadhani unamfahamu. Kama umfahamu, basi ingia YouTube, search Michael Jackson, utaweza kumpata maeneo gani haya.